Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja, katika tafakari yetu ya Sande ya Torino katika kipindi hiki cha Kwaresima, tunapo tafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni tafakari ya Sande ya Torino inayoletwa na Padre Stanslaus Mutajwaha Mkurugenzi wa shule ya kwa uso iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika sande ya Torino, huyu ambaye kwa mujibu wa kile tunachoona katika sande ya Torino ametupenda upendo mwenye huruma isiyokuwa na mipaka. Basi karibuni katika tafakari yetu ya siku ya ishirini na tatu ya Kwaresma, wakati tuna tafakari juu ya sanda Torino kuhusu nguo ya sanda na jukumu la kuihifadhi. Karibuni. Sanda ni nguo ya kitani. Nguo za kitani zilikuwa chaguo la upendeleo katika enzi za mafirauni na wafalme wa enzi za kale nchi za Mashariki ya Kati. Arkeolojia inazo sampuli za nguo za enzi zake hata sampuli za nguo za kitani za karne nane kabla ya kuzaliwa Kristo. Sanda nayo ni nguo nzee. Tunapoiangalia tunajikuta mbele ya ajabu ajabu, sio uzee wake tu, bali kwamba imeweza kutufikia sisi katika hali nzuri, licha ya historia iliyojaa matukio hatarishi kama zilivyo pia nguo za kitani. Nguo ya sanda imekwisha onyesha dalili za kuchoka sanda. Kama nguo haina umilele ndani mwake, labda ndivyo ilivyo sheria ya kimaumbile milima. Huchoka na watu pia, zikuwemo na kazi za mikono yao, kama majengo, picha na sanamu. Kwa sababu hiyo una haja ya kutafuta njia ya kuhifadhi sanda kama walivyosisitiza jambo hilo Alan D. Adler na Larry Schwalbe katika makala yao ya kisayansi. Conservation of the Shroud of Turin katika gazeti moja la Shroud Spectrum International, namba 42 mwezi Disemba 1993, Adela Schwalbe na mwenzake wanasema kwamba hata kama sayansi haijaweza bado kutoa neno la mwisho kama hii ndiyo nguo iliyotumika kumzikia Yesu, wapo watu wanaoamini kabisa kwamba sanda ni alama ya imani yao. Kwa hiyo angalau hao wanastahili kupata ushauri jinsi ya kuhifadhi katika sanda tunaweza kuyaona maandishi ya ujumbe wa umilele. Mtu yeyote anayejali, aweze kuiona sanda inaharibika tu, asifanye jitihada ya kuzuia hilo lisitokee mbele ya macho yake, kwamba kuna haja ya kulihifadhi, si jambo geni. Karne zote na mara popote ilipopitia katika historia yake imekuwepo jitihada za makusudi za kuhakikisha imehifadhiwa vizuri kwa ajili ya vizazi vya baadaye. Jinsi ilivyo kweli kwamba kuna watu wanaojali sana sanda na kuona ndani yake ujumbe muhimu kwa maisha yao, wapo vilevile vile walio na mtazamo tofauti. Kwa wengine, iwepo sanda au isiwepo sanda, vyote ni sawa. Hivyo hivyo, sio kila kizazi inakuwa tayari kuelekeza nguvu zake kwenye sanda. Hata hivyo, kwa ajili ya vizazi vijavyo, kila wakati lazima kufanyike jitihada za kuhifadhi, maana thamani yake ni kwa ajili ya historia nzima. Hapa tunaweza kufanya tafakari nje ya utafiti. Tunaishi katika enzi ya picha, tunafurahi kuziangalia tena picha za matukio tuliyoshuhudia hapo zamani. Tunafurahi kuziona picha tulizopigwa utotoni, kama zipo. Kama hazipo, tunaridhika na hali halisi kwamba hazikuwepo. Lakini hata katika hali ya ukosefu wa picha zetu za utotoni, au picha za matukio fulani katika maisha yetu yaliyopita, au picha za babu zetu, au babu za babu zetu na kadhalika, haitakuwa sahihi kusema kwamba hatuzihitaji bila kuanguka kwenye kosa lile lile aliyofanya sungura mmoja. Inasimuliwa kwamba hapo kale sungura aliziona zabibu nzuri sana zimeninginia ukutani. Baada ya juhudi zake zote za kuzipata kushindwa, sungura aliamua kujiridhisha kwa furaha kwamba hazitaki sababu hizo zilikuwa mbichi. simulizi nilishia hapo, lakini mimi ningetamani kujua sungura huyo alijisikia alipojisikia, baada ya muda mfupi, alipoletewa kikapu kizima cha zabubu mbichi, ajihifadhie chumbani kwa matumizi baada ya. Baadaye kidogo, siku moja, mtu fulani alinitupia maswali mawili haya yafuatayo kwa WhatsApp. La kwanza liliwekwa hivyo kuna jambo ambalo sasa hivi silielewi bado hili. Na ni hili, mimi naye mtafuta Yesu usiku na mchana, ninaweza nikawa ninafanya makosa nikipenda kuona alifananaje siku zile alipokuwa kwetu, akakaa kwetu, akatembea katika mitaa yetu na akazunguka na sisi historia ikinihakikisha kwamba sitaweza kabisa kujua alifananaje kwa sababu siku zile hapakuwepo ufundi wa kupiga picha, nitatulia nitaridhika kwamba kwa sasa siwezi. Kitakachobaki ni kuendelea kumtafuta mpaka nimpate baada ya maisha haya. Lakini historia ikisema kwamba labda huyo Yesu alifanana hivi au vile itakuwa bora zaidi kufumba macho kuliko kutazama, ili nione hata kama ni kama kwenye kuona kwa kioo hafifu. Nikikazia macho kioo hicho, hata kama ni kioo hafifu sana, mradi akinipeleki mbali zaidi na yeye, nitakuwa nimekosea. Swali la pili aliliweka hivi, niwe litafakari jambo lingine pia bila kupata jibu. Inawezekanaje kwamba picha tunazozichora sisi binadamu kwa kutumia rangi na brashi tunazokuta kwenye vyanzo asilia ili zitukumbushe Yesu zinakubalika zaidi katika jamii kuliko original iliyotengenezwa kwa ufundi wa hali ya juu kabisa kiasi cha kutufanya sisi sote tuhisi kwamba haikuchorwa kwa mkono wa binadamu na nini na nini? Hayo ni maswali ambayo nimekutana nayo, tunaweza kuendelea kuyatafiti bilivi. Basi ndugu zangu wasikilizaji wa Redio Mbiu Sauti ya Faraja, kwa leo tafakari yetu tuishie hapo, ili kesho siku ya ishirini na nne ya tafakari yetu juu ya sanda na mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu kwa ujumla tuweze kutafakari juu ya kilichotokea Mjini Albuquerque New York, Mexico mbele ya kikundi cha STURP, the Shroud of Turin Research Project. Asanteni sana na Mungu awabariki.